Jina langu naitwa Piliana Ngome, natokea taasisi ya Kaya Foundation, taasisi ambayo inajishughulisha na watoto wenye ulemavu, lakini sisi tunafanya kwenye ngazi ya familia au huko nyumbani ambako watoto wanaishi. A, leo tuko hapa kushirikiana na wenzetu Sickle Cell Center, ambao wao wanafanya na watoto wenye sickle cell, lakini baadaye maradhi haya yanawafanya waweze kupata ulemavu kwa hiyo tuko hapa kwa sababu sisi pia ni wanufaika wa viti mwendo ambavyo Ubalozi wa Ufaransa kwa kushirikiana na Chemchem Association walitupatia viti mwendo mwaka juzi, na tukawapatia watoto, na safari tena tumepata bahati hiyo, tumepata viti mwendo kwa ajili ya kuwapelekea watoto ambao wako nyumbani. Na sisi Kaya, moja ya kazi yetu kubwa ni kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanakwenda shuleni na ili mtoto aende shule, kitu cha kwanza kama hawezi kutembea lazima apate kiti mwendo, kwa sababu wakina mama hawawezi kuwabeba watoto kila mara kuwapeleka shule na kuwarudisha nyumbani. Kwa hiyo viti mwendo vinasaidia, na kwa kipindi hiki sisi ambavyo tunafanya uchechemuzi wa kuongezeka watoto wanaoandikishwa shuleni wenye ulemavu kwa mwaka 2025 viti hivi vitatusaidia sana, ili watoto wengi waweze kwenda shuleni.